Roma Mkatoliki ameibua hoja moja ya msingi sana ya kutafakari kuhusiana na vyombo vya usalama wa Tanzania na kuna ujumbe mrefu ambao alikuwa ameuandika na alikuwa, ana, anajikita kabisa kwenye kuuliza maswali eh, ili aweze kupata pia maoni huru kutoka kwa watanzania. Akawa anauliza kwamba zipi ni consequences and effects kwa vyombo vya dola, askari binafsi, yani askari polisi, wanajeshi, usalama ETC. pale wanapopewa oda maagizo toka kwa serikali, wakuu wao, sasa kufanya jambo nthen yani, wakakataa kufanya hasa ikiwa oda hiyo inakwenda kumjeruhi ama kudhuru mtu kudhuru kuua mtu. Anasema kwamba je, ni watapoteza tu kazi, watafukuzwa kazini, watauliwa, watafungwa jela

sababu ukigoma huna kazi tena hau. Lakini akiendelea kusema kwamba huwa anajiuliza sana, wanashindwa vipi ku withdraw hizo order, na wasipofanya watapoteza nini? Kuuliwa au kufungwa? Sidhani, sijawahi kusikia kesi nyingi. Naona ni kuhamishwa kituo cha kazi, kupunguzwa cheo, kusimamishwa kazini, ama kutolewa kwenye payroll, na hapo haja komea pale. Na akasema kwamba akiambiwa amkamate mama mkwe, ataenda kumkamata kwa fujo kama anavyofanya kwa wengine, au atamuita kistaarabu? Hawa watu wasisingizie wanatii order, ukatili mkubwa ni utashi wao binafsi na ni maselfish wako tayari kutoa uhai wa mtu ili tu walinde kibarua chao. Wengi wao husema msingi wa kiapo cha kazi yao ni, eh, ni kazi ya oda kazi eh, ya ndio wafande hivyo, hakuna neno no kwa watakachoambiwa kufanya. Vipi kama wakiambiwa kaue baba yao mzazi watatii oda au watateremsha bunduki na kubali kupoteza kazi? akiambiwa akabake dada yake au binti yake, atakubali au atachukua wenzake wapande defender waende kufanya huo ulawiti? Sasa haya ndio maswali uh, ya msingi sana ambayo Roma Mkatoliki ambaye alikuwa ameuliza kupitia Instagram ya kwake kuhusiana na hizi oda ambazo wanga wanazichukua uh, polisi mara nyingi sana, na visingizio ambavyo wanga wanavitoa kila unapofanya jambo ambalo naonekana kuwa ni la kinyama ama jambo ambalo linaonekana kuwa ni la kikatili sana, sema kwamba wao wanajitetea kwa kigezo cha kusema kwamba kazi yao inafuata mkondo kwa ya yes sir, yani kila anachoambiwa yani anatekeleza bila kuuliza. Lakini anasema kwamba mara nyingi ni visingizio tu, e, ile wakafanya masuala ambayo yana ukatili ndani yake, sababu anaamini kwamba konsekwensi uh, kubwa ambayo anaweza kaipata tu labda ni kuhamishiwa sehemu ambayo anahisi kwamba haina michongo, labda kuhamishiwa vijijini na vitu kama hivyo, ama sehemu ambazo hazina michongo ya hongo na vitu kama hivyo, ama konsekwensi nyingine kubwa ama madhara makubwa ambayo anaweza kayapata ni labda kupunguzwa cheo, mm-hmm, yani akashushwa madaraka kidogo, ama sometimes kufukuzwa kazi kabisa kabisa, yani kutolewa kwenye payroll. Anasema kwamba ndio madhara pekee ambayo anahisi kwamba inaweza kumtokea mtu. Lakini, gumu kusikia kwamba atafungwa jela eti polisi alikataa kuchukua oda basi akafungwa jela ama akauawa uh, kabisa. Sasa amesema kwamba mara nyingi ukatili ambao wanawafanya polisi ni ukatili wa mtu binafsi, ni utashi wake mtu, uh, binafsi sio kwamba eti anafuata oda, sababu amempigia mfano kwamba akapewa oda ya kwenda kutekeleza kitu ambacho kinaonekana ni cha kinyama kwa mtu wake wa karibu, uh, labda mtoto wake na, uh, baba yake na vitu kama hivyo. Haweza akafanya hivyo hivyo anavyofanya kwa, uh, mtu ambaye sio damu yake ama mtu ambaye sio mtu wake wa karibu. Sasa nasema kwamba wangekuwa wanatumia um, approach hiyo hiyo moja ambayo wanaitumia labda kwa familia zao, watumia approach hiyo kwa watu wengine, basi tungepata kikosi tofauti kidogo, yaani kama the way ambavyo angemtreat mtoto wake ama baba yake ama mama yake, iwe ndio the way ambavyo ataenda ku treat mtu mwingine. Tofauti ndio utagundua kwamba wanachokifanya huwa ni uh, hasira zao na huwa ni ukatili wao na roho zao mbaya binafsi, lakini sio kwamba wanafuata uh, order zile za uh, kwenda kumuua mtu bila sababu, eti kwamba ameambiwa, kwa hiyo hafai kuuliza chochote. Sijui kama nakubaliana hizi hoja ambazo amezitoa Rhymes of Magic Attraction, Roma Mkatoliki. Nipe maoni yako pale chini kwenye uwanja wa comment.